Badilishie majukumu lakini, baada ya kuinuka, usikae naye karibu tena, wala usimpatie nafasi tena. Kuna watu wameangushwa na wamepinduliwa kwenye nafasi za urais, kuna watu wamedhulumiwa biashara zao kuna watu wamesababishiwa kufilisika na benki zimechukua mali zao. Lakini ni mtu tu fulani umempa mzigo, hajakulipa. Unampa mzigo, katumia mzigo wako, hajarudi hajafanya kile kitu mlichokubaliana kwa wakati. Leo hii wewe ndo unayesafa, nyumba imechukuliwa, familia iende tena shule, ndoa imeingia kwenye majanga heshima yako imetoweka, furaha yako imeondoka. Na unapokosa furaha, unajiandaa kuingia kwenye mawazo ya msongo wa mawazo, figo, moyo, ini, flesh. Rafiki yako mkubwa ni kitanda na kaburi. Jumapili hii ni Jumapili ya kushughulika kuwanyamazisha maadui. Ama walituachia roho ya kupumua kidogo, walituachia nafasi ya kupumua, walituumiza lakini walisahau kutuangamiza. Sasa ni jumapili maalum, ni jumapili maalum ya kuhakikisha kwamba aliyewahi kutaka kukunyamazisha unamnyamazisha kabisa mazima mazima, na hata inuka tena, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Usiruhusu mtu acheze na maisha yako, usiruhusu, usiruhusu eh. Aise, unajua mtu kucheza na maisha yako. Tunaishi mara moja bro, tunaishi mara moja brother, lazima ujue hilo. Tumeumbwa mara moja, tunafanikiwa, tunaishi mara moja. Kuna mtu anajiandaa kabisa kuharibu historia yako, kuna mtu amejiandaa. Unajua leo mtu akiharibu maisha yako wewe, ameharibu maisha ya watoto wako ameharibu maisha ya wa wajukuu wako. Maana yake ni kwamba mtu akiharibu maisha yako leo amedidimiza na kuteketeza na kuangamiza kizazi chako mpaka tena mle ndani aja ainuke mwingine. Hiyo ni miaka ishirini, miaka thelathini, miaka kumi na tano kuna mtu akikuteketeza wewe, ukishindwa leo kusomesha watoto wako, maana yake umekuwa na kizazi, watoto wako watashindwa. Kuna uwezekano mkubwa wakishindwa kusomesha watoto wao mpaka waje wapate salia ya mtume, hiyo ni miaka imekwenda. Kwa hiyo anayecheza na maisha yako leo anaharibu uzee wako, anaharibu historia yako, anaharibu thamani yako anakufanya usiwe ni mtu unayekwenda kuacha urithi kwenye familia. Una haja ya kucheka naye? Una haja ya kucheka naye? ukisikia mtu anakwambia kisasi si changu, kisasi ni cha Bwana e, maana yake ni kumwomba Bwana wa majeshi apigane na wanaopigana na wewe. Sasa jumapili hii ni kazi ya kumwambia yeye Mungu apigane na wale wanaopigana na wewe, ashike ngao na mkuki, awachome awateketeze, wale waliokuwa wali wamekusudia kuteketeza awarudishe nyuma, awaaibishe, awafedheheshe. Wale waliowahi kukurudisha wewe nyuma, wale waliowahi wali wali kukufedhehesha wewe, hawatakuwa na nafasi tena ya kuinuka kwenda juu, mpaka ukasikia wazee wanasema, ukimchekea nyani utavuna mabua Ukimchekea adui yako utalala kitandani wewe, atainuka yeye, utafilisika wewe, atainuka yeye. Ebu jiandae, jumapili hii ni Jumapili ya kumnyamazisha adui. Usikae nyumbani, usikae nyumbani, njoo ukiwa umevaa sura ya vita, njoo ukiwa umevaa sura ya vita, njoo ukiwa umevaa sura ya vita. Hakuna kumchekea wala kumwonyesha tena adui tabasamu lako. Twende bleki. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, popote pale ulipo, kama unavyoweza kuona, vitanda vipo tayari madhabauni. Hii ni maalum kwa ajili ya kuwafanyia watu skani, kwa ajili ya kuwafanyia watu vipimo. Hii ni karama ya pekee ambayo Mungu amenipa kwa wale watu ambao Mungu atanifunulia kwao, ambao wana matatizo ya aina mbalimbali, wana magonjwa ya aina mbalimbali wana matatizo ya uchumi, wana matatizo ya mafarakano kwenye ndoa, hawana kazi, wale wanaofanya vitu vyao vikawa vinaishia vya vya vya vya njiani, itakuwa ni kufanya scanning kwako wewe, ili roho wa Mungu aweze kunionyesha ni nini ambacho kipo kwako, ni nini ambacho umefanyiwa, umefanyiwa na nani, amefanya lini, amekusudia nini, na Mungu ananiambia jambo gani ambalo nikilifanya hapa madhabahuni, kuna neema ambayo Mungu anakwenda kutenda kwako. Nikukaribishe sasa. Hivi vitanda unavyoviona mahali hapa vipo tayari kwa ajili yako. Najua kabisa pengine utakuwa hauna muda, lakini hebu jitahidi kwa siku hii ambayo Mungu amekupa neema uweze kufika. Nikukaribisha, uje na familia yako, njoo ukiwa umejitayarisha kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya mabadiliko. Furaha ya maisha yako inaanzia ya mahali hapa kesho. Mungu akubariki. Njoo mwenge mpakani. Uonane na Mungu apate kukuonyesha kile kinachoendelea kwako, kwa ambacho hujawahi kukijua, lakini kumbe ndilo tatizo la maisha yako Mungu akubariki. Toka uchawi ndani yake. Toka uchawi ndani yake. Nabii James Nyakia, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, popote pale ulipo, kama unavyoweza kuona vitanda viko tayari madhabahuni, hii ni maalum kwa ajili ya kuwafanyia watu scanning, kwa ajili ya kuwafanyia watu vipimo. Hii ni karama ya pekee ambayo Mungu amenipa kwa wale watu ambao Mungu atanifunulia kwao, ambao wana matatizo ya aina mbalimbali, wana magonjwa ya aina mbalimbali, wana matatizo ya uchumi, wana matatizo ya mafarakano kwenye ndoa, hawana kazi, wale wanaofanya vitu vyao vikiwa vinaishia vya vya vya njiani, itakuwa ni kufanya scanning kwako wewe, ili roho wa Mungu aweze kunionyesha ni nini ambacho kipo kwako ni nini ambacho umefanyiwa, umefanyiwa na nani, amefanya lini, amekusudia nini, na Mungu ananiambia jambo gani ambalo nikilifanya hapa madhabahuni, kuna neema ambayo Mungu anakwenda kutenda kwako. Nikukaribishe sasa hivi, vitanda unavyoviona mahali hapa vipo tayari kwa ajili yako. Najua kabisa pengine utakuwa hauna muda, lakini hebu jitahidi kwa siku hii ambayo Mungu amekupa neema uweze kufika Nikukaribishe, huje na familia yako. Njoo ukiwa umejitayarisha kwa ajili ya kupokea, kwa ajili ya mabadiliko. Furaha ya maisha yako inaanzia ya mahali hapa kesho. Mungu akubariki, njoo Mwenge Mpakani, uonane na Mungu apate kukuonyesha kile kinachoendelea kwako, kwa ambacho hujawahi kukijua, lakini kumbe ndilo tatizo la maisha yako. Mungu akubariki. Nabii James Nyakia Alibar. Nabii James Nyakia e, Nabii James Nyakia. So nataka kukata yule baba pale, lazima akune kipele chake. Akikikuna lazima atasikia kale kasindano kana mchoma.